Ya wokovu wetu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie, asipotee bali awe na uzima wa milele, Yohana sura ya tatu aya ya kumi na sita. Mungu alituumba tuwe kama yeye. Mpango wake kwetu ulikuwa bora na wamoja kwa moja. Hata hivyo Shetani hakupendezwa kamwe na jambo hili. Alijiharibia mwenyewe na akapotea, lakini hakutaka kupotea peke yake. Kwa ushawishi na udanganyifu, aliharibu uhuru wa kweli wa mwanadamu, akatuchanganya tuchague ubaya badala ya wema, kumwasi Mungu badala ya kumtii. Alitia mashaka ndani yetu, eti Mungu alisema msile yale matunda alitufanya tufikiri kwamba mpango wa Mungu si mzuri kwetu. Matokeo yakawa dhambi zaidi na kifo. Ubinadamu ukaanza kujiangamiza wenyewe: ubinafsi, usuda, wivu, tamaa na mengineyo. Kumbuka Kaini alimuua Abeli, Sodoma na Gomora, Sauli na Daudi, Daudi na Uria. Katika tamaduni zetu pia tunaendelea kujiangamiza wenyewe: ubaguzi na dhuluma dhidi ya wanawake na watoto, ukabila na ubaguzi wa rangi, mifumo ya uchumi ya kimataifa baguzi, maafisa wa serikali wafisadi, wanasiasa walafi, viongozi wa dini waoga na wapenda pesa, uovu kila upande, lakini katika upendo na huruma yake kwetu, Mungu hakutuacha tuangamie. Alianzisha mchakato wa wokovu kwetu. Hata hivyo, kwa kuwa alituumba tukiwa huru, Mungu hangependa kutulazimisha kuchagua wokovu. Kupitia njia nyingi na manabii wengi, Mungu alijaribu kumshawishi mwanadamu kwamba usalama wake ni kwake tu. Lakini mara kwa mara binadamu anachagua ubaya bandala ya wema, mila na desturi potovu, wengine wafurahie huku wengine wakilia. Hakuna haki, hakuna usawa, hakuna uhuru. Mungu hakukata tamaa juu yetu, lakini Mungu hakukata tamaa juu yetu. Wakati ulipowadia akamtuma mwanawe Yesu Kristo kwetu. Kupitia mateso na msalaba, adhabu yetu ilifutwa, uhuru ukarejeshwa kwa wote, dunia ikapata mwanga. Lakini uchaguzi unabaki kwetu. Ndiyo, uchaguzi ni wako na ni wangu. Msalaba kwetu ni ishara ya ushindi, ishara ya uhuru uhuru kutokana na utumwa wa dhambi na uonevu. Kukumbatia msalaba ni wito wetu, ni kumwiga Kristo, ni busara. Mtu yeyote anayetaka kunifuata na ajitwike msalaba wake na anifuate. Bila msalaba hakuna wokovu. Mateso na kifo cha Kristo yalipata maana katika ufufuko wake. Bwana mfufuka Nuru inayofukuza giza la kaburi, ubinadamu ukawa huru tena. Tunakushukuru e ee, Yesu, kwa kuteswa na kufa kwa ajili yetu. Ee Yesu, tunakuabudu na tunakushukuru kwa kuwa kwa msalaba wako umewakomboa wanadamu. Amina.